Nacho chama cha kutetea maslahi ya waalimu nchini KNUT kimepuuza agizo la serikali la kutaka walimu wote kugharamia matibabu yao kupitia bima mpya ya SHA. Viongozi wa KNUT wakidai mamlaka ya SHA imeshindwa kulipa gharama za matibabu kupitia bima ya kitaifa. Katibu wa chama cha KNUT kaunti ya Bungoma Robert Mandila, akizungumza na wanahabari katika afisi yake mjini Webuye, ameitaka serikali kukoma kuingilia jukumu la bima ya afya ya waalimu na kuiachia tume ya TSC majukumu yake. Unakataa na kukataa kabisa ya kwamba hakuna mwalimu yeyote atakuwa atalazimishwa kuingia SHA. SHA ni scam. SHA hakuna, hata ukijaribu utapata ya kwamba walimu wengi wanaumia wale walikuwa wanajaribu na wale wagonjwa wa, wa, wa wote ambao wameenda kwa SHA, hii ni scam. Hatutaki kuingiza walimu wetu mahala ambapo wataanza kuangaika kwenda matibabu wawache walimu wengi wanaenda private hospitals, na utapata ya kwamba private hospitals zote zimekataa SHA kama insurance, kwa sababu hawalipi. Maana ambapo serikali inaingiza mkono, unapata ya kwamba tunakuwa na shida. Tumekuwa na changamoto katika minet, but tumekuwa, baada ya muda kidogo, unapata ya kwamba walimu wetu wanapata huduma ambayo inahitajika na